Karibu tena mtazamaji, tuelekee Bungoma ambapo taharuki ilitanda katika mahakama ya Bungoma baada ya mzee mmoja aliyekuwa akisubiri kusikilizwa kwa kesi ya mzozo wa ardhi kufariki nje ya mahakama hiyo. Idara ya mahakama imesema kuwa marehemu aliwasili mahakamani akionekana kuwa katika hali mbaya ya kiafya na kesi yake ikapewa kipaumbele kusikilizwa. Hata hivyo, aliamua kupumzika nje ya mahakama akisubiri wakili wake, lakini baadaye akapatikana bila fahamu. Polisi walithibitisha kifo chake muda mfupi baadaye. Kaka yake marehemu amesema kuwa alikuwa anaugua maradhi ya moyo. Shughuli katika mahakama ya Bungoma zilisitishwa ghafla binvu leo asubuhi. Waliofika humo walipigwa na butwa, wakasalia kuutazama bila kuamini mwili wa mwanaume ambaye awali alifika mahakamani akiwa buheri wa afya akitafuta huduma mahakamani humo. Kwa mujibu wa taarifa ya idara ya mahakama, marehemu ambaye ametambuliwa kama Jodha Mwamkuywa alifika mahakamani saa tatu asubuhi akiwa ameabiri pikipiki alionekana kuwa amedhoofika kiafya na akapewa nafasi ya kuhudumiwa akiwa wa kwanza, inayotolewa kwa wazee, watu walio na ulemavu na wanawake wajawazito, ili kuwasaidia kupata huduma kwa haraka. Mzee huyo alikuwa akifuatilia kesi ya mzozo wa ardhi katika mahakama ya kushughulikia kesi za mazingira na ardhi. Alipogundua wakili wake hakuwa amefika, aliamua kupumzika nje ya mahakama akimsubiri. Muda mfupi baadaye, afisa wa mahakama aliyekuwa akimtafuta kumjulisha kuhusu hali ya kesi hiyo alimkuta akiwa hana fahamu. Polisi walipoitwa walithibitisha kuwa tayari alikuwa amefariki. Mwili wake ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Bungoma. Sisi tulifanya kesi na mtu anaitwa Atsoni Wanjala Chuma na tukamshinda kesi, tukapewa shamba na mahakama tukakawana kila mtu ako na land title titi yake. So ile kitu ilifanya sisi tukuche, leo tulipata barua kwamba advocate changi ameandika tukuche kotini kuhusu shamba. Hata hivyo, familia yake imefichua kuwa marehemu alikuwa akiugua maradhi ya moyo na alikuwa amewahi kutibiwa hapo awali. So wakati tumekuja, ndio msee amekolapsi na kufa, lakini alikuwa na ugonjwa wa roho. give us mana darubini